Yesu akawaza ghafla bin vuu, akasema: Mungu, kazi aliyonituma imefika hapa, haiwezekani, ilibidi tu hii kikombe nikanywe. Akasema sawa haina shida, akakinywa hicho kikombe. Ndiposa sasa akapata ufufuko na ondoleo la dhambi kwetu likaondoka. Mabibi na mabwana, ninachotaka kukunong'oneza hapa jioni ya leo ya kwamba kila mmoja ana cha kwake ambacho kinamsumbua, edha kwa kusingiziwa au kwa kutokusingiziwa ama ni kweli au sio kweli. Hasa shida kubwa tulionayo binadamu, jambo lolote linapotokea, huwa atusemagi mimi nimesababisha, anasemaga yule amesababisha. Bado janielewa? Yaani, hapa nikifundisha neno hapa, wana binadamu jinsi walivyo, wanasemaga ili neno le, leo wamemhubiri mtu fulani. Sio kwamba nimehubiriwa mimi. Msijikaushe, fanyeni hivi. Sasa Yesu alichokiona akasema, ili inanihusu. Watu wote wenye misuri ya imani, wapendwa mpendo na Bwana, unapopata changamoto yoyote kama ya Yesu, huwa kikombe hakikimbiwi, tunakaa chini, tunasovu. Juzi nimewambia, jana nimewaambia, baba mchungaji, ni wewe ulikuja kwenye hii madhabahu ukakimbia, ukasema, ukaongea na kilugha chako wewe Muhaya, tamshumba chonka bojo nahitaji ndoa, mchungaji raka papa, papa, baba kwa jina la Yesu Kristo nahitaji biashara, nahitaji kazi, baba mchungaji, natamani nipande viwango vingine vya kihuduma, ukanibandika na mikono pa ikaweka. Sasa kile ambacho anakubandika mikono, ina maana anachochea kipawa na karama cha biashara cha ndoa, chochote kile kitokee. Kinapotokea usije usi, usije kadhani kuzimu inapenda Haiwezi kupenda kwa sababu tayari wameng'oa kin kinara cha kutokuwa na ndoa. Kuna mtu ambaye ananielewa hapa? fanya hivi yes. Kwa mantiki hiyo, kama ni biashara imepanda, usiseme uh, biashara tena imekuwa kubwa, mara katoro nyumbani, sionekani. Ulikuwa unahitaji, unasema ndoa hii tena imekuwa na misukosuko, shida kubwa ilipotokea ukuita damu ya Yesu ikusaidia na ikuonyesha huyu mtu ni sahihi kwako, asio sahihi hasa. Unasema nitaondoka kwenye hii ndoa, unamwachia nani? na una, wat, una watoto wanne watatu, na sura tayari imeshuka. Baba mchungaji, hapa naomba rehema. Kumbe <laughs> yani unasema nitaondoka hapa, nitaelekea mahali fulani kwa sababu mi naona kwamba Bwana wananisumbua ah sasa nataka nikuambie, watu wote wenye misuli ya imani wanakuwa kama Yesu, wanasema liwalo na aliwe, kikombe hiki nitakinywea. Ina maana ukikimbia kikombe, umekimbia uzima wako. Ukikimbia kikombe, umekimbia kipawa chako. Umekimbia kikombe, umekimbia kile ambacho Mungu alitaka. Mungu anatamani akujaribu kwa hilo Petro ilo jaribu aangalie wale ambao alikuwa anasema tuko pamoja. Je, kweli wako pamoja na wewe? Ndio maana hapa nimewahi kuuliza hapa nikisema mtu mmoja hapo, unanipenda unasema eh, nakupenda kwa uzuri sana. Nikimwambia mmoja afe kwa niaba yangu mimi niishi, mnakimbiana Nilimwambia Lameki hapa siku moja. Niambia mtumishi tunapendana akasema tunapendana kwa uzuri. Nikamwambia sawa. Nani afe kati yangu mimi na wewe? Sasa mimi nasomesha na mimi nakamwambia nasomesha. Kwa ina maana hakuna anayekupenda. Anayekupenda ni Jehova peke yake. Ndio maana Yesu alianza na watu wengi akaishia peke yake. Wapendwa, nataka nikwambie hapa. Usitegemee pawa ya mtu fulani ili usonge mbele. Ni maombi yangu kwa Bwana jioni ya leo. Kila aliyekuwa nakusumbua kusumbua damu ya Yesu iko madhabahuni hapa ili tusonge mbele kwa jina la Yesu. Washindi waseme. Meme. Ile ngoma tu ya kusema umeachwa peke yako isikusumbue, bado janielewa, ile kusema tu watu hao wameanza kuinua maneno hicho kikombe. Na nataka nikuambie yoyote yule aliyebarikiwa lazima kikombe awe nacho <laughs> yaani, yoyote yule aliyebarikiwa, yaani yoyote yule aliyebarikiwa heidha kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye huduma, mimi sielewi ulichobarikiwa, hicho kikombe lazima uwe nacho. Mabibi na mabwana, nimesema jana, narudia tena, Baba mchungaji, hawezekana. Hata sasa hivi tunapohubiri, wako watu mahali wamekaa, wanakuambia huyu, mm -hmm. mm -hmm. hujamkosea Ujafanya chochote sasa, uwezi ukaipuka kwa sababu hicho kikombe ni cha kwako. Mabibi na mabwana, watu wote ambao huwa wapendagi misukosuko ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, ndio maana huwa wanatesekaga sana. Ni maombi yangu kwa Bwana, utakapopata sukosuko lorote ile, unasema hiki ni kikombe changu wangu, lazima nikinywee. Msalaba uko wapi? Nitasonga mbele, nitainuliwa, nitabarikiwa. Aja ja ja ja ja, wako hapo? Ndio nielewa hapo. Wangempigia Bwana makofi ya kueleweka. Kanisa